Tulifaamiwa na watu wasiojulikana usiku kua nzia saa sa, sa, sa tisa, sa tisa ya usiku na wakaua Ojman saa hivi. Vyenye tuko hivi tunaomboleza na tunaomba serikali yetu pamoja na management ya faktory iko chini, iko chini, hatuna security. Ochman ameuawa, ana hata kambut ana vifaa yoyote, alikuwa bure bila hata, ana furimbi peke yake ndio atinamsaidia ndio kinga yake. Wakulima wamepoteza kahawa yao, hatujui itakuwa namna gani, na faktori kama hii ya, ya, ya Makhanga haiwezi kuwa na kahawa zaidi ya magunia hamsini na Ochman ni mmoja kwa sababu unaona watchman mmoja hawezi kulinda mali kama hiyo yes. Kitu cha pili, hii factory iweke CCTV. Ni uchungu sana, maana tumepoteza watchman wetu wa kahawa. Na ukiangalia hata mahali hapa hivi hakuna security ya kutosha, unakuja unapata hata gate, unakuja unapata wa defense. Na tuko na MCA, wakati alipita kura akaenda, hajarudi nyuma kuangalia tunakaaje. Nilipata habari saa kumi na mbili unusu asubuhi ya kwamba faktori imefunjwa, uchimani wangu ameuawa nafe. Niliingia hapa nikaenda kwa store nikapata makunia ishirini na nne ya kahawa p1 ligo imeibiwa alafu wakakata eh, trial wakachukua makuni karibu makuni ya tano ya trial, alafu ka wingine wakachukua ya eh, nini ya um, mbuni kama makuni mawili hivi, lakini awakenayo wakawaka tu wakimaakamakatuinji waka, waki, waki, waki, waki, waki alafu akaenda hivo. Polisi imechukua mwili na tumeanzisha uchunguzi kuona ni nini haswa kilitokea na nani walihusika mwili umepelekwa kiminini mochari na maafisa wa polisi kutoka mkuyundi subcounty. Wito wangu kwa watu wa Mahanga, tuwe watulivu serikali inapoendelea kufanya uchunguzi huu. Na pia mimi na naibu wangu wa chief tumepanga kuwa na barasa ya security hapa. Nataka tukutane wote kama stakeholders, tuweke fichwa pamoja, tuone way forward because kupoteza maisha kwa njia kam ya kiholela kama hii sio kitu mzuri.